Baada ya serikali kupiga marufuku matumizi ya asbesto mwaka 2006, miaka 18 baadaye bado mabati yale yanatumika kwenye nyumba nyingi za serikali. Lakini je, serikali imefanya nini kufikia sasa kuona kwamba inaepusha madhara zaidi kwa wananchi wake, huku ikiwa ni haki ya kila Mkenya kuishi katika mazingira salama na yenye afya? Kenya bado ni miongoni mwa mataifa yanayoonekana kulifumbia macho suala la mazingira salama kwa raia wake. Mwezi wa tatu mwaka huu, baraza la mawaziri liliweza kutoa agizo kwa nyumba zote ama makazi yote ya serikali na zile za kibinafsi kuondolewa mabati yale ya asbesto. Na ili kulifumbua fumbo la muda mrefu la kusaka ukweli kuhusu uwepo wa paa za asbesto, mabati yaliyopigwa marufuku kwa athari yake kwa binadamu, tunafunga safari ndefu inayotufikisha eneo hili la Kinango kaunti ya Kwale safari hii ikitaka tu kubaini: je, Wakenya bado wanaendelea kuishi chini ya mapaa ya asbesto miaka 18 tangu serikali ya Kenya kupiga marufuku mapaa hayo mwaka 2006. Na tunapofika eneo hili la Kinango tunachoshuhudia hapa ni kinaya kikubwa, nyumba nyingi za wahudumu wa afya katika hospitali ya Kinango bado zikisalia na mabati ya asbesto, licha ya utafiti kuthibitisha kuwa bidhaa hizi husababisha madhara makubwa kiafya, ikiwemo saratani, kama wanavyoeleza wataalamu wa afya. Na kilomita chache kutoka Kinango tunakutana n tukio jingine la kutisha. Afisi ya chifu wa eneo la Mtaa iliyokuwa awali imeezekwa na paa la asbesto iliangushwa na upepo na, na hata ingawa wahisani walijitokeza na kujenga paa jipya lenye mabati salama, bado maswali yanayozidi kuibuka ni je, mabaki ya asbesto yaliyoangushwa na upepo yako wapi? Na wakazi hapo wakiendelea kusema kuwa bado hawafahamu madhara yoyote yanayotokana na mabati hayo, wakitaka serikali kufanya hima kuyaondoa iwapo yana madhara. Je, unajua madhara yote pengine kuhusiana na mabati hayo? Uh, si hatujui, kifupi hatujui kama sasa mabati hayo ni si si mazuri si bila shaka ni yatolewe, alafu iangamizwe ya kabisa yeah. Hii sasa inafaa tupewe hiyo hamasa, ili tuwe tunajua madhara hii kitu uh. Je, iwapo mabaki hayo ya mikononi mwa kazi hatari gani ina wasubiri? Mabati haya yameweza kutumika kwa muda mrefu na madhara yake ni makubwa, kwa sababu matumizi ya asbestos inasababisha aa, magonjwa yenye yanagusa mahususan mapafu. Inaweza kusababisha ugonjwa ambao unaitwa asbestosis, ambao huwa mara nyingi unaonekana katika hali ngumu ya kuweza kupumua. Alafu pia unasababisha saratani ya maini kwa sababu ya efekti yake, ambapo sasa watu wanaotumia asbestos wanajiexpose na kuweza kupata ugonjwa huu pia wa uh, lung cancer. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu eneo hili yakiongozwa na shirika la Huria, yameendelea kuilaumu serikali kwa utepetevu wake kushughulikia tatizo hili na kwamba kuna ulegevu katika serikali husika, edha ni serikali ya kuangalia kulinda mazingira. Maanake custodian wa kulinda mazingira ni neema, na mpaka sasa nema hawana capacity ya kuweza kutekeleza ile sheria iliyopitishwa, kwamba mpaka sasa zile nyumba ama mabati ambayo yanatumia asbestos yao yameweza ya kupigwa marufuku, lakini unaona mpaka sasa bado yako bado, kuna nyumba hasa hasa katika county government ya Kwale, kuna nyumba za madaktari nyumba za ofisi ya nyumba ya, ya e, county commissioner ama ni e, e, DCC deputy county commissioner mpaka sasa wanatumia mabati yale ama e, asbesto zile kwa kukingia uwa. Kwa hiyo hiyo ni ulegevu. Ukiangalia hasa hasa wanaotakikana kwa, kwa custodian kuangalia na kupeana habari za masuala ya asbestos, ndio wao mwanzo wanavunja sheria zile, kukaa kwenye nyumba ambazo ziko na asbesto. kazi hapo, akielezea hofu yao kwamba huenda wapendo wao waliaga dunia kwa sababu ya madhara ya asbesto. Mimi ni mdogo wa marehemu mama, ni wee aliyeka hapa, so hiyo kazi ambayo alifanya ya hizo, hizo mabati hizo um, asbesto hizo alifanya 2021 sasa. Yeye alikuwa akifatwa akijenga vibanda, yeye akijua ni kibanda na hajui ninio um, madhara ya yale mabati Ye kwanza alikuwa atumii msumeno wa kawaida, kwa tumia hakso ili ndo akate ile bati kulipunguza. Sasa kugua kwake mimi sana sana alikuwa kingilia figo, kaenda pima, kapigwa ile ultrasound akaangaliwa, akasema figo zina shida, zimejaa maji. Ripoti ya mwisho ni hiyo ya kwamba ni colon cancer. Ndio ilikuwa kitu cha mwisho ambacho niliambiwa huko hospitali, na tulipomtoa ili tumpeleke kwa kemotherapy, anasema kansa ya utumbo. Kwa maana wanasema ilikuwa imeanza huko chini ikapanda polepole na huo utumbo mpaka mwisho ikaja gusaini. Ilipogusaini sasa, kaka, hakuna otherwise. Lakini sasa hii stage ya kwenda kwa kemotherapi ndio ka pesa hakuna, marehemu akatua katuacha. Ya, nyuma yangu ni kibanda ambacho ni kazi ya mwisho ya marehemu eh, Rajab Amin ambaye inasemekana alitengeneza kibanda hiki kutokana na mabati ya asbestos, mabati ambayo serikali inasema kwamba huenda yakawa yanasababisha magonjwa ikiwemo kansa na licha ya tishio hili, mamlaka ya mazingira NEMA imekuwa ikilaumiwa kwa muda mrefu, kwani hata licha ya serikali kupitia kwa aliyekuwa waziri wa mazingira Adan Dwale kutoa agizo la kuondolewa kwa asbesto nchini kwa madhara yake, bado hakuna mikakati iliyowekwa na nikimalizia makala haya ya paa la sumu, ni wakati sasa kwa serikali kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha kuwa hamasa inaongezwa kwa wakazi na mabati ya asbesto yanaondolewa mikononi mwa jamii na kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria ili kuepusha madhara zaidi kwa raia wake kwani ni haki ya kila Mkenya kuishi katika mazingira salama na yenye afya. Mimi ni Omar Mazera, Mo Radio 88.2 FM.